Na mtazamaji karibu ni kupe taarifa za sporti, ambapo kaunti ya Kwale itakuwa mwenyeji wa mashindano ya uendeshaji baisikeli ya Afrika ya CAC Road Cycling African Championship yatakayofanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 19 hadi 23 katika miji ya Diani na Kwale. Tayari baadhi ya barabara zimetangazwa kufungwa kwa muda ili kuruhusu maandalizi na mashindano hayo ya kimataifa. Kando na mashindano, pia kaunti hiyo ya pwani inatarajiwa kupokea wageni wengi watakaohudhuria mchuano wa mchezo huo unaokuwa kwa kasi nchini. Kuna yale michezo ambayo tuko na timu ambayo imekuwa selected, na kuna ile fun uh, cycling race. Kwa ile fun cycling race ni ya kila mtu, kama uko na baiskeli. Kama hauna, kuna watu ambao hapa watatupatia, ukiwa na pesa kidogo, hela kidogo, utachangia na utapewa baiskeli kuja kama umetiad kwanza, mashindano ama hii tafrija ambayo inakuja Kwale imeweza ku, ku, itaelezea dunia mzima kuhusu Kwale. Pili pia imeleta itakuwa imeleta biashara ama imeleta biashara katika kaunti, na hii naimani wakati hii tafrija ikiendelea Uh, hoteli zetu zitakuwa zimepata watu vilevile vile, katika uh, maswala haya yote, kuna wale wafanyi biashara ambao watakuwa biashara zao zimepata nafasi. Tutakuwa na wachezaji kutoka Afrika nzima mm -hmm. na utakuwa mchezo ambao utakuwa mm -hmm. unajumuisha miaka kutoka kumi na tano hadi miaka hamsini, na tutakuwa na wachezaji wa kike na tutakuwa na wachezaji wa kiume.